Kabisa nianze kumpongeza eh, kutimiza mwaka mmoja eh, ametuongoza vizuri sana. Umekuwa ni mwaka wa, wa mabadiliko makubwa uh, kwa maana kwamba mazingira ya biashara yamebadilika sana, hali uh, ya kifedha imebadilika sana kwa kiasi kikubwa, na uh, hata hali ya mahusiano kati Uh, ya sisi wafanya biashara na serikali na, uh, na, na institutions kama vile benki pia yamebadilika katika muda huu mfupi wa mwaka mmoja. Uh, labda niseme kwa nini nasema hivyo ni kwa sababu uh, miaka kumi, 15 iliyopita tumekuwa tukifanya biashara uh, katika mazingira ambayo yalitawaliwa sana na na na behavior ambazo, uh, ambazo zilikuwa labda siyo, siyo chanya. Uh, kulikuwa kuna, kuna, kuna, kuna rushwa kila mahali. Uh, kulikuwa kuna, uh, maadili yasiyofaa, uh, katika biashara ambayo katika masoko yalileta mwonekano kama labda kwamba tunakwenda vizuri kwa sababu kuna pesa nyingi. Uh, lakini kusema kweli uh, ilikuwa nchi inaelekea kubaya. Kwa hiyo tangu alivyokuja kuwa uh, alipata urais Bwana Magufuli na kutangaza vita dhidi ya rushwa uh, hasa ukwepaji kodi sisi ambao tunafanya biashara uh, kama ulikuwa hukwepi kodi uh, ulikuwa unaumia sana kushindana na watu ambao wanakwepa kodi. Uh, kwa sasa hivi tunaona kwamba Uh, ule wigo wa kufanyia kazi umekuwa sawa kwa kila mmoja uh, unashindana kwa uwezo uh, kwa umahiri wako wa biashara, sio kwa, kwa umahiri wa kutoa rushwa. Kwa mimi nafikiria kwamba hiyo kidogo ime, imeleta mabadiliko makubwa. uh, watu ambao walikuwa wanatupa ushindani ambao sio halali wamepotea ghafla katika soko, watu waoni tena uh, na, na, na, na mambo yamekuwa me, ya mazuri kidogo, lakini pia pesa zimepungua. Kwa hiyo kwa upande mwingine, pia kwa upande wa mauzo tumeona kwamba kuna kumekuwa na, na reduction, kumekuwa na upungufu. Lakini mimi nina uhakika kwamba hii ni tatizo la muda. Baada ya muda si mrefu, nchi nzima kwa ujumla na uchumi wote utaseto, kutakuwa na uhalisia mpya wa biashara, na tutaweza kuendelea vizuri, na nafikiria kama kwa biashara itakuwa endelevu kuliko ilivyokuwa. Hapa Tanzania tulikuwa watu ambao ni wafanyabiashara wa kweli walikuwa wanashindwa kufanya biashara kutokana na watu wachache ambao walikuwa wanakwepa kodi. Kulikuwa na watu ambayo, wale ambayo walikuwa ni wezi walikuwa wanapata heshima kubwa zaidi kuliko watu ambayo walikuwa ni watii. Kwa hiyo kwa bahati mbaya au nzuri, wao walikuwa wanakuja kunilalamikia mimi, kwa bwana tunashindwa kufanya biashara, sasa wananifuata mimi kwa ajili, najua kwamba mimi Mungu kanielea uwezo kwamba naweza nikaongea naombaomba, asubuhi mchana nikaongea na waziri na jioni naweza nikaomba nikaongea na rais au na waziri mkuu. Kwa hiyo kwa najua kwamba naweza nikafikishia salamu zao kule. Kwa hiyo kulikuwa na kitu kama hicho, kwamba watu walikuwa wanashindwa kufanya biashara. Sasa nyingine walikuwa wanalazimishwa kuiba ili waweze kufanya biashara.